Mtazamaji karibu moja kwa moja, ni kama nilivyokuambia kwamba siku ya leo, tu hapa maskani tuko tu, na viongozi wetu ambao tulikuwa tunazungumza swala so zima la siasa uh, za eneo la Mlima Kenya. Niweze kumkaribisha kutoka upande wangu wa kulia James Gakuya ambaye ni mbunge Embakasi Kaskazini, karibu sana katika studio zetu, na ndugu yangu Njuguna Kawanjiku mbunge wa Kiambaa, karibu sana kaka yangu, pia vile vile John Nyutu, seneta Murang'a, na pia vile vile dada yangu ambaye ni Tabitha Karanja, seneta Nakuru, karibuni sana katika mada yetu ya leo, na labda nitakwenda moja kwa moja nitakaanza na watu wa ili tof nitaanza na, na, na James Gakuya na John Uto kwa sababu moja, alafu nije kwenu, nitaanza kwako a kwa kwa James. Aa, wakati mliteuliwa aa, kama wenyekiti wa kamati e, mliteuliwa kwa misimamo ya kwamba mwende mkafanye kazi, na wakati mmeondolewa katika wadhifa uu wa wenyekiti mmetolewa e, kwamba labda pengine kazi haijakuwa sawa ama mmetolewa kwa misingi nyingine tofauti, kutoka kwako kwa mwenyewe tuweze kusikia. Shukran sana ndugu yangu, na nashukuru kuwa na, na, kwa, kwa na hii nafasi ya huu mjadala. Na nikielekea kwa swali lako, ukweli wa mambo wa mambo ni kwamba uh, serika, serikali ya Kenya kwanza ilipoundwa sisi tulikuwa memba wale ambao waliadhirika sana kwa serikali iliyopita ya Uhuru Mwigai Kenyatta na tukapigana na tukamshikilia ndugu yetu William mpaka tukavuka pamoja, na kwa hivyo we were part of the beneficiaries of this government. Na tukam, bunge uh, uh, tukiangalia ni kwamba kile ambapo bunge inaweza zaa ni viti hizo za kamati za machairman deputies or commissioner, na mi nilitunukiwa kiti ya chairman wa biashara. Na ukweli wa mambo Sikupewa bure. Nilipewa kiti kwa sababu ya performance ile nilikuwa nimesaidia serikali Nairobi kupata umaarufu wa chama. Na wabunge wa na Nairobi wale tulichaguliwa pamoja wakakubaliana kwamba Gakuu awe chairman na hakukua na upisani. Na, na, na, na, tukasema tupewe viti mbili za chair, kingine kile kingine kikaenda na KJ kutoka eh, kat, South eh, kiti ya IT. Lakini mimi nitaka kusema ukweli kwamba tulipounda serikali hii, madhumuni ya serikali hii ilikuwa tofauti sana na mwendo wa serikali ilishika, na kwa hivyo mimi singeendelea kusema uh, at, at, at yesa everyday yesa, kwa sababu niko na, na cheo ya uh, chairman. Mimi lazima kuna ile ndoto yangu na watu wangu wa Embakasi North kila walinichagulia, na kama haitimiki na mwelekeo hau, hau, hauendi sawa, lazima nikosoe serikali hata nikiwa ndani, na kwa hivyo nimekuwa mkosoaji wa serikali wa hali ya juu, ndio mpaka wa leo na hiyo ikafika mahali, harusi mpya ikaja na harusi mpya iliyokuja i have become the custody. Na kiti yangu kwenda na upande wa wa, Raila Odinga sio shida kwangu. Hii ni mambo ilitendeka wakati wa Uhuru na imeru, imerudi sasa kurudiwa na, sawa mimi sina shida nayo. Kuna swali nitakuuliza kabla nimlete kaka uh, kaka Jony ataweza kuchangia uh, James ni kwamba? Kwa hivyo nataka kuhakikisha kuambia kwamba uh, si kushindwa na kazi kazi tumeifanya ukiangalia kwa ripoti ile iko kwa layazon ile kamati ambayo imechapa kazi na mikutano, kwamba ni kamati yangu ya trade. Ukiangalia kama tukifunga mwaka tumemalizana na biru karibu tisa kwa kwa kamati moja. Kuna swali nitakuuliza alafu utendakazi wako, mtu atakuuliza kwamba sawa, umekuwa ukiweza kuikosoa serikali ukiwa uh, ndani ya serikali kwa sababu unataka maendeleo kwa nchi ya Kenya. Mtu atauliza swali, je, uliikosoa muda wote ulipokuwa umeingia serikalini ama uliikosoa tu pindi ambapo alibanduliwa aliyekuwa naibu wa rais? Mimi nimekuwa nikikosoa serikali hata kabla ya Rigathi Gachagua kuja. Mahali popote serikali ikienda ki, e, mulamba, nilikuwa nikiambia tangu vita ya serikali na wili, na, na, mtu anaitwa former president. Kuna wakati walitaka kuingilia uh, Uhuru Muigai Kenyatta na nikawakosoa na nikawaambia hii sio barabara, sababu Uhuru Muigai Kenyatta ashawantukia wa, uh, zile zile zile zile, zile silaha za serikali, za serikali za za, za, za za, succession. Kwa hivyo wacharani na uhuru wakapumzike, na kwa hivyo nimekuwa mimi nikichangia kila wakati, hata wakati tulikuwa tukisoya hivi pale ile ile ile statement kashago walitoa nilikosoa tukiwa Kasarani na nikasema mbele ya wageni namna hii, hiyo statement sio mzuri na, na kuna mahali imeenda kombo kidogo. Vita ya nyumbani tunavaa tuilimane nyumbani si mbele na ya wageni. Mm -hmm. Pia wewe ni miongoni mwa wale ambao sasa hivi mm -hmm. si mwenyekiti wa ya, kamati ni kweli? A, unalichukuliaje kwako? Ni kwamba umelipokea, ni kwamba labda ni, nitaka mtazamo wa utenda kazi ama umelipokea kwa dhana tofauti? Na asante Rashid, jambo ambalo ningetaka kusema ni kwamba hakuna mabadiliko ambayo yalifanywa, uh, uh, kwa sababu yalifaa kufanywa, ila ulikuwa ni mpango kwamba yeyote ambaye anatoka mlimani na ni mwenyekiti wa kamati fulani katika bunge ionekane kwamba ameng'olewa. Na kwa hivyo wale tuliong'olewa hatukung'olewa kwa sababu tulishindwa na kazi, hatukung'olewa kwa sababu nyingine yoyote. Tuling'olewa kwa sababu makosa yetu, la mwanzo ni kutoka mlimani, pili ni kwamba tulipiga kura ya la katika, uh, mswada ule wa kumtimua Rigathi Gachagua. Na ninaposema hivyo watu wanaweza kusema kwamba huyu anasema uh, hivyo kwa sababu ni mkabila lakini Rashid, nataka nikwambie, na nimekuwa hapa katika kipindi kingine nikasema kwamba yale ni maandishi yaliyo ukutani. Kuna idhibati tosha, ninao ushahidi na nitakwambia ni kwa nini. Mimi natoka Murang'a, nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya elimu. Karungo wa Dhango wa Kiambu alikuwa ni mwenyekiti wa kamati ya barabara. John Medhu wa kule Nyandarua alikuwa ni mwenyekiti wa kamati ya ardhi. James Murango wa Kirinyaga alikuwa mwenyekiti wa kamati ya kilimo. Nataka kuamini unafuata hayo yote. Naam, naam. Wote hawa kutoka mlimani. Uh, Mandago wa Uasin Gishu alikuwa mwenyekiti wa kamati ya afya, hata sasa ndiye mwenyekiti wa kamati hiyo. Hillary Sigei, wakili, uh, uh, seneta wa Bomet. Mm -hmm kule ile ni Bonde la Ufa, alikuwa ndiye mwenyekiti wa kamati ya maswala ya kisheria, hata sasa hivi ni yeye mwenyekiti. Seneta wa Trans Nzoia anaitwa Alan Chesang ndiye alikuwa mwenyekiti wa maswala ya teknolojia, hata sasa yeye ndiye mwenyekiti. Seneta wa West Pokot anaitwa Julius Murgo alikuwa mwenyekiti wa kamati ya leba ama ufanyakazi. Naam. Hata sasa kwa... mwenyek... kwa... unavyomaanisha ni kwamba uh, kuna baadhi ndio wamelengwa, kuna baadhi wameweza kusalia, sio baadhi. Naam. Ni mlimani. Ni mlimani ikiwa wewe ni seneta wa mlimani. Naam. Ilikuwa imepangwa kwamba huwezi kuendelea kuwa mwenyekiti, na kabla uende kwa wenzangu Naam. Uh, sisi kinachotusikitisha sana Uhum. Ni kwamba kunao watu ambao ama kunao maseneta na wabunge ambao wanaunga Rais Ruto mkono kutoka kule mlimani. Uhum. Viti vya wa, wenye kiti kutoka mlimani vilipochukuliwa hawakupatiwa wale ila vyote, hasa katika seneti, vilipatiwa ODM. William Ruto ambaye anasema anaunganisha taifa Naam. Amegawanya ama amevunja nyumba yake. Sisi wanamlimani, akatutupa nje, viti vyetu ndivyo ameenda kuhonga Raila Odinga na watu wake navyo, ili kwamba wamsaidie kuendelea kuwa mamlakani. Hajatoa hata kimoja kutoka kule kwa Rift Valley ama bonde la Ufa anakotoka, na anaposema ukabila, ukabila, nani mwenye ukabila? namleta na Tabitha Karanja ambaye pia yuko Senate, naweza kuangalia kauli yako. Tabitha, unaamini kwamba serikali inalenga watu wa mlima Kenya? Asante Rashid. Kwangu, kwangu sioni kama serikali inalenga e, watu wa mlima, ni vile tu ilikuwa e, kama vile umeuliza e, Mheshimiwa Gakuya kama alikuwa anapigana na serikali wakati, eh, his excellency the deputy president alikuwa haja kuwa impeached ama alinyang'atuliwa. mm -hmm. Lakini wakati alinyang'atuliwa tu ndio alianza hiyo siasa, kwa hivyo nuseme ni by coincidence. mm -hmm. ati yule mtu alinyang'atuliwa ni wa kutoka Mlima. mm -hmm. Sasa wakati ametoka Mlima, watu wa wabunge wale wako Mlima wakafuata. Uhum. Ili waende wakapige siasa za kupiga serikali. Sasa hiyo by coincidence. Sasa serikali e, na serikali inakuwa ni ya mtu mmoja, and he is excellence the president. Pengine watu wataangalia katiba sasa, waone hizo powers, kwa sababu serikali ni mtu mmoja, my government. Lakini mama pale anasema my government, lakini wakati anachaguliwa vile, akui anasema sisi wote tulipigana Mm -hmm. Lakini kufuka yeye ye ni serikali yake. Mm -hmm. na we sasa umechaguliwa ukiwa MP uende ukafanya yako, lakini ukiona serikali haiendi vile inatakikana ni kweli, unatakiwa kumwambia ama kusema mm -hmm. lakini utakii kusema wakati unaona e, umekaa miaka miwili sasa ndio mm -hmm. unakuja kusema kwa sababu kuna kitu uliona ilifanyiwa pengine hukutaka mm -hmm. kwa hivyo mimi siwezi sema ni, ni mlima Mm -hmm. E, na tunajua kabisa e, hii siasa zinakuwa ni numbers. Mm -hmm. Kwa hivyo hata hiyo ya education sasa ukiangalia is a very muhimu ni mm -hmm. very muhimu. Uh, mm -hmm. e, kamati kamati. Mm -hmm. kamati muhimu sana. Mm -hmm. Kwa hivyo kama sasa e, mseneta Nyoto mm -hmm. amekalia hiyo kiti ya education mm -hmm. na ndio inabeba watoto wetu wote mm -hmm. na wazazi wote wote, alafu sasa badala ya kuconcentrate na hiyo kamati, mm -hmm. vile serikali business yake inatakiwa kufanyiwa, mm -hmm. kuna budget itapitishwa hapo, kuna kuna vitu mingi hii Senate, ile kazi inafanya kwa hizo committees no, ili serikali yesonge mbele mm -hmm. Sasa kwa Senata Nyoto yeye asidhani kama ako na hiyo nafasi sasa, mm -hmm. so hivyo sasa lazima ingetolewa nafasi yake iko wapi. Na sasa ni siasa ya ground sasa kuhakikisha watu wa mulima wako pande yake ili achaguliwe 2027. Sasa sisi kama sisi sio maneno ya 2027. Maneno yetu sasa ni kuhakikisha ile tuli promise the people of Kenya, and especially Nakuru, no, lazima tuitimize. Sasa unaona, sasa ndio unaona sisi tukiwa eh, hatuko tutu, hatupigi mtu hatusemi nani, hatusemi wa, wa Munyoro au wakiamuka. Hakuna kitu ingine ni hiyo e, so that sasa wa, wa whip the motions za watu so that sasa 2027 wajurie kule wako nazo, lakini ya muhimu uhum. hiyo kamati uhum. ya agriculture hiyo kamati Seneta Nyuto alikuwa naye ya, ya, ya education, hiyo kamati ilikuwa na Dhangwa, anasema ya barabara mm -hmm. walikuwa wamebeba zile kamati zinasongesha mm -hmm. Hii serikali iende wapi? Iende mbele, lakini sasa wakianza sasa siasa za kupiga, hiyo the same serikali imewapea hizo viti, lazima watatolewa. Ungetuulizia hii swali moja tu, utuulize kwamba ka, kwa kwa kuna, kwa, kuna, kuna kazi yoyote ilizembea na, ya, ya hawa machairman kwa sababu walikuwa na shughuli za kupiga kura nje, kuna kazi yoyote inawahusu kama machea ilizembea katika yeah, kamati? nitakuja kwako, je mtaweza kuzungumza na pia vile vile nitakuja kwa kwanjii kuweza kuchangia, lakini kauli ambayo ameweza kuitoa ambao uh, Seneta Tabitha anasema kwamba kwa sababu labda pengine mkobizi wa kuweza kuipinga serikali mkobizi wa kwenda kuwa mashinani, labda mmepewa nafasi hivi sasa mpokonye majukumu ili muende mkatekeleze yale majukumu ya kujaribu kufanya kile ambacho mnakifanya, na nitawapa nafasi pia vile vile mtajibu kutokana na hilo swala. Lakini mtazamaji, tukirudi tuzungumza masuala ya siasa za Mlima Kenya, maana kwa hivi sasa mengi yanazungumzwa na kama tutayazungumza sisi itakuwa hatujayatendea haki. Ndio maana maskani leo tunaangazia siasa za mlima Kenya na athari ya siasa hizo hapa nchini Kenya kwa ujumla.